Usinisukume Bikachala, siondoki. Aha, huondoki, huondoki eh? Kipalangoto si ndio? Jamani, jizi basi natoka, Bikachala. Haya, changanya kidali hicho, kitumbo joto wewe. Nafasi ni moja tu, sinaga nafasi mbili mimi, eti niongeze nafasi. Shenzi kweli wewe. Hajui hata mambo huyu baba. Nilikuwa namchukulia ngangali kwamba hapa sasa nimepata kidume, alafu kumbe ni tumbotumbo tu. Mshenzi mkubwa huyu, kanipotezea muda wangu bure, kanipotezea na kibenteni changu bure. maruhani <todulikana> <todulikana> Mwantumwe kiduchu tu basi. Kiduchu gani tena? Alafu Esau usinichanganye ujue, usinivuruge wewe. Kaka samahani, mimi si shemeji yako. Wewe na Kitundu si marafiki kabisa, toka ntoke. Unataka kunitafuna na mimi jamani? Ah, Mwantumu shemeji kivipi tena? Kitundu kashaoa, mi shemeji yangu naimjua kwa Kitundu. Sasa hivi ni bikachala tu. Kitundu ka move on, na wewe hebu jaribu ku move on basi. Nipe nafasi mimi, nitaitumia vizuri. Hebu achana na Kitundu saizi, sahau kuhusu Kitundu. Kitundu ni mme wa mtu, unajitafutia matatizo tu. Sisi tupo hapa mainsa boy, hatuna watu, tuko tu, tuna randaranda huku na kule, hatuelewi. Hebu just give me a chance please. <laughs> Sam, unajua mimi nakuheshimu sana yaani, wewe na yule shemtoi nawaheshimu sana nyie, yaani mimi nawachukulia kama shemeji zangu kwa sababu nishawahi kutoka na rafiki yenu. Haiwezekani, siwezi kuwa na shemtoi wala siwezi kuwa na wewe, hilo swala haliwezekani. Na kama hakuna kitu kingine ambacho umeniitia hapa, niambie tu <laughs> niondoke. Kama hamna uh, issue, niondoke. Usiondoke Mwantumu, hebu naomba unisikilize, nisikilize, skia Achana na hizo historia, mapenzi hayana mipaka. Kwani mara ngapi unasikia ndugu ameoana bwana, sembuse sisi mashemeji? Ushemeji wenyewe ulishia katika kitambo sana, kitundu kashaoa mwanamke mwingine. Mwantumu, hebu achana na hizo historia bwana, e? au mimi sina mvuto, sikuvutii e? sina hadhi ya kuwa na wewe? Please, give me chance. Nipe nafasi nyo sitaki yaani, ukiongea hapo unaongea vizuri we kaka, hadi moyo unasema mwanaume si huyu tena. Mwanaume handsome boy, anajua kubembeleza, lakini mchezaji mkubwa. We nakujua vizuri, nakujua Sam. siku ile usiku si uliondoka na Lucy? uliondoka na Lucy cheusi. Haya mapenzi yenu wewe na Lucy yameishia wapi? A, no no, Mwantumu, mimi sina mahusiano na Lucy. Siku ile nilimsindikiza tu hadi nyumbani kwake then mi nikaondoka. <coughs> Yani, mwanaume huna aibu wewe, huna aibu hata kidogo. Hivi unadhani Lucy anakaba yule ni rafiki yangu toka ntoke, kila kitu anachokifanya lazima aniambie. Umelala naye hadi asubuhi majogoo, eh, demi yeyusho sana yule. Sasa sikiliza, Mwantumu, mimi yule demi sijamtongoza kwa kweli, ye mwenyewe ndo alikuwa anantaka. Unajua yeye mwenyewe ndo anantaka, alafu mimi sio mambo yangu yale. Mi na ngozi nyeusi, wapi na wapi, sio kala zangu zile. Mwantumu, just give me a chance, mimi nakutongoza mwenyewe, nimekupenda, ila yule alinitongoza yeye mwenyewe. Ah, mimi sitaki, mimi sitaki. Kwa kweli, itoshe tu kusema kwamba wewe ni mchezeaji Sam, na nafasi ya kuchezea kwangu haipo. Nenda kacheze hangine, hangu hagumu. kwa heri Mwantumu. Njoo basi tuzungumze <laughs> sitaki. Nimesikia umepiga mtu ukapelekwa kituo cha polisi, nikasema mara hii nijifunze ukatili, niwe katili kweli kweli ili huyu mtoto apate funzo, kwanza aelewe anachosema mzazi awe anakiweka akilini. Vipi, umetokaje? Nilitoka kimjiki. Umeanza hivyo nilitoka yani? Shikilia mama, ni kweli, mimi nilipiga mtu nikakamatwa, nikapelekwa kituo cha polisi, na mtu mwenyewe niliyempiga, huwezi amini, ni baba yangu mjaji, mjomba nchumari eh, mjomba nchumari e, mjomba nchumari alikuja huku mjini. Eti kumbe baada ya shishi kuondoka kijijini, alimuoa bi kachala, ndo alikuja huku eti amchukue mke wake arudi naye kijijini. Uweshe mtoi, hujue wakati unaongea na mtu mzima, tena mama yako mzazi, hebu jaribu kuwa serious. Ina maana unamaanisha kwamba baba yako mzazi Hasani Hamdala Kibinu ndo aliyempiga, alikuja huku mjini kumfuata Bikachala? Exactly kabisa. Ndo yeye kabisa, huyo huyo Hasani Hamdala Kibinu alijitambulisha hivyo hivyo. Basi bwana, nilimbinya huyo mzee kiasi cha kutoa nya, lakini yeye alipelekwa hospitali na mimi nikapelekwa kituo cha polisi. Alivyopona akaja kituoni akaniombea mshamaa nikatoka, lakini nilimsihi kwamba aondoke arudi kijijini akafanye shughuli zake za shamba aachane na biikachara. Biikachara sasa hivi kawa nyang'au, anapenda vibenteni ye tumbo, tumbo hana mvuto <laughs> Tulibishana hapo akasema hawezi kuondoka, lazima aondoke na mke wake biikachala. Basi mimi nikaondoka zangu nikamwacha kituoni, sijui shacha kilichoendelea. Ndo umeshindwa hata kumkaribisha nyumbani we shemtoi? Nimemisi yule baba kashema we jikeshupa. Kasemaje wewe jikeshupa? Astakafirullahi lazimu <laughs> mami